Eh, hey. Lakini mimi shughuli yangu ipo sinipo kwenye benchi pale. Eh Mohamed Bajabel Mohamed Bajabel, zile lawama za za mashabiki hey, mkiwa mnawalaumu ngi wachezaji unaonaje? <coughs> <coughs> hiyo lazima yani..., sababu ile hey, kazi yao hey. wow. Ile kazi yao mimi nimekuja kutoa kila mtu na kazi yake <laughs> aje kunichambua kama ahisi aje kujua akapiga basi pasi ngapi, mipira ya juu mingapi? Aje ajue hapa. Ndogo tano mwanangu, ndogo tano. Aya, we nisikilize, ndogo tano, ntafute kesho. Ndogo tano, mwanangu. Wachezaji wamepasha wa, wa, wa kule, wanajiamini vibaya. Wachezaji wao wanachekesha wa, wa sisi, afanya kazi kweli. Mimi nakwambia wamepasha kule sasa hivi yani, wako vizuri. Ah, mna kitu tunawafunga mwanangu, ndogo tano, niamini, ndogo Nase, tano, ndogo tano ndugu yangu.

Ah sasasa sasa, wewe ushasema mashabiki mashabiki sio wachezaji lakini sisi hapa. Tuna tu e, mazoezi hapa e, tuna hela malizia tuna hela. Kitambi e, hiki akijibu ya nimeona kwenye kitambi kuna costa 48 na kila costa moja milioni 40. Piga mahesabu milioni arobaini na nane mara arobaini barabara shingapi? kitaambia kiji vivi kaka, ile nyingi sana, kwa sababu pale ngasema utakosa ila ulifinya, afu piga kwa kukopesha. Bahati mbaya tu ile ilikuwa mara moja, sasa ile pale kipimo kingekosea. Bahati mbaya tu ile ilinyoka huko ilikuwa ile bwana, ilikuwa chuma. Tuko vizuri zanguni, kwa hiyo mambo mazuri, kesho wasubirie ushindi safi, ila mimi na wewe tuombe tu idakakumbi Eh, yani mimi hapa dakika ngapi? Dakika 10. Kwa nini? Tuna, tuna tuna mpira tunao, lakini pumzi hatuna. Eh. Polisi tumegusa. Ndio tumegusa. Kesho kesho, yani pale pale pale kwenye kwenye kwenye 10 10. 10 kesho tunaongeza. Lazima ishe kwenye 10. Kesho tutaanzia pale pale kwenye 10 kukumalizia juu. Mapema kabisa. Wewe ulichokiona hapa kesho ndo nitakifanya mara mbili yake. Kama nilitani vizuri nikapiga vibaya, basi kesho nitatani vizuri afu nitapiga vizuri. Wana wachezaji wao tayari yani. Dakika 10 si umesema dakika 10? Subiri uone, subiri uone. Subiri uone, mwana mzalamu, angalia ile tumbo ile, lakini iko vizuri. Ndio alikuwa anamwambia kwamba subiri uone mwanangu, na yaani nakwambia usiku wa usiku wa deni usaje? usiku wa usiku wa deni uchole kukucha ngoja, hmm. uone kesho, maandalizi mpaka mida hii yanaendelea vizuri na tumefikia pazuri kwa ajili ya ushindi siku ya kesho, wana Simba. Kwa hiyo wana Simba jitokeze kwa wingi, milango itafunguliwa kuanzia saa sita, waje kwa wingi, waje waji waishangilie timu yao siku ya kesho ni siku ya ushindi, wanasimba. Tumejipanga kwa ajili ya ushindi, sio kufungwa, kwa ajili ya ushindi. Kwa kwa kwa hiyo hiyo, kwa hiyo wanasimba kote pale walipo, wajipange kwa ajili ya mechi ya kesho. Wao wanakuambia bwana, mkifungwa inakuwa ni mara ya saba, hii. Yeah, mnaenda kutoa utepe au inakuwaje? Sisi sisi tukishafunga hivi na mechi mechi ya wakubwa, tutasimamia sisi wenyewe. Haya, itatokea sisi tukishafunga hivi mechi, tutapata ushindi mkubwa na mechi inayofuata Utasimama si wenyewe washabiki, mpaka tupate ushindi, tachia mtu tena, tunakaa wenyewe. Ndio kitu ambacho tumekubaliana. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mm. wana Simba wakote pale walipo wala wasio na shaka kwa ajili ya ushindi wa kesho. Mchungaji pia, umeona kile ambacho kimeendelea katika mitandao ya jamii, hususan ni klabu yako. Jana nimetoka kumtambulisha kocha. Eh, hey, kocha ambaye alitusumbua sana tulipocheza nao nusu finali. Mm. ni kocha ambaye ana kitu kikubwa, atatusaidia sana kwenye mechi inayofuata. Natausaidia sana Simba kuipeleka robo finali mpaka nusu. Mzoefu yule, wachezaji ni wadogo, aneada dogo, lakini wanaonyesha kitu kikubwa eh. Kile ambacho kinazungumziwa ni hususan ni yuko nafasi ya kumi na nne ana alama kumi na mbili mm. taswira na Simba ni, Simba ni kubwa na ukiangalia Simba inahitaji kocha ambaye mm. anatakiwa awafikishe katika, mm. awavukishe mm. kwa hichi ambacho kipo katika kafu dio. Nini taswira yako? Yule anaweza kutupeleka hata nusu finali, kwa sababu yule ni mzoefu. Wewe niambie, yule bwana yule Stravich alitoka na kuingia, umeelewa? Kama alitoka na kuingia mm, na kwamba ana kitu na tumemwona mtu na safari, timu iko makundi, anafanya vizuri, anaongoza kundi. Wana Simba watarajie nini kocha, mafanikio makubwa sana kwa kupitia huyu mwalimu. Ni mwalimu ambaye ana kitu kikubwa sana. Lawama itatokea. Mimi naamini kwamba atafanya kitu kikubwa sana. Hii, okay. Kwa kwa Mina, kwa kitu sana. Ni kwanza ni mzoefu wa mashindano haya. Yeah, na mashabiki wamempokea kwa nguvu zote si tunachosubiria si, sasa hivi aje tu ajuane na wachezaji then akabidhiwe timu basi tuweze kufurahia. Asasa pia tunaona jana janaiongozi kikao unahisi mchungaji kile ambacho kilikuwa kinasikika kwa, kina kwa ama mashabiki wa Simba Sports Club, mamashabiki wanamaana kimeenda ile kishaisha, umeona watu jana janana moyo na nguvu tena naendelea teutaraj ule umoja wa Simba tena, nini hasa unaambia pia mashabiki ambao mnaelekea kesho katika, waje kwa wingi tu, kwa wingi kuja kuangalia timu yao, wala usikate tamaa, kesho tunaenda kulipiza kisasi. Kesho ndo tunaanza kulipa kisasi, kuanzia washabiki. Tunaanza kuwafunga washabiki, afu tunaje kuwafunga wakubwa zao. Si mkafunga, nakwambia, tunawafunga washabiki, tunaje kufunga wakubwa zao na kikosi. Mimi nakwambia, sio mbona? Sasa tumewafungia nje hapa na kikosi. Eh, kikosi kipo wewe, sio mbona? Shughuli hiyo. Mimi namuona mzalama hapa hapa, hakuna namuona. Hiyo ni motion tu, hiyo ni motion hiyo. Kesho acheza. Ah, kwanza nisiwe katoa siri ya kambi. Hizo ni ni ni mipango mingine. Kesho kuja kuniambia, namuona namuona mzalama anadondoka. Eh, kesho kuja, kesho kuja kuniambia hii kuna siri kubwa sana tofauti na, na watu wanavyofikiria. Wewe ni kocha? Ah, mimi ni msimamizi wa tukio zima. Kamati zote ziko chini yangu. Vyote vipo, hakuna ambacho hakipo. Naviona kwenye uwanja tuogope. hakuna jambo la Simba na Yanga likawa dogo. Mambo yote makubwa. Kwa hiyo ngoma imeenda kuwa kubwa. <laughs>